Kabla hatujaendelea na darsa kama kawaida, ni kualike na nikuombe kucomment, kushea na kulaiki katika darsa zetu hizi kwa ajili ya kuufikiza ujumbe huu mbali zaidi kwa wengine ambao wanapaswa kufikiwa na ujumbe huu, na hii ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mandalla ala khairin ka failihi, yule ambaye mwenye kusaidia jambo la kheri ni kama aliyefanya. Mimi ninazungumza na wewe na unasambaza na sote tutashea katika malipo mbele ya Allah subhanahu wataala, bila ya kusahau kunieleza wewe, mpenzi mtazamaji, upo katika nchi gani, kwa lengo la kuweza kuboresha vipindi vyetu tukiamini kwamba huko mliko tuna wafuatiliaji wa vipindi hivi. Lakini vilevile inawezekana ukawa na maswali ya kuuliza, tutakukaribisha. Utakuwa na ndoto za kuhitajia kutafsiriwa, basi pia tunakukaribisha katika kipindi chetu hiki kama katika siku ya leo tutazungumzia kawaidul khamis fi tafsiru lahlam, yani kanuni ya tano katika tafsiri za ndoto. Ndugu yangu kaka iman, ikiwa ndo unaingia mwanzo kwenye kipindi hiki, bila shaka nitakualika uangalie na ufatilie kanuni ya kwanza, kanuni ya pili, kanuni ya tatu na ya nne, ili upate maana ya hii kanuni ya tano inayomsaidia mwenye kuota kutafsiri ndoto zake. Watu wengi wamekuwa wakitafsiri ndoto lakini hawaelezi ule msingi wa kutafsiri ndoto. Sisi tumeanza na msingi wa kutafsiri ndoto kabla ya kuzitafsiri ndoto zenyewe. Ndugu yangu katika imani, makanuni ya tano yenye kusaidia kutafsiri ndoto, al-asma, ni majina. Majina ni jambo kubwa sana la kufuatilia katika kutafsiri ndoto za mwenye kuota. Yaani, huyu mwenye kuota kutokezea katika ile ndoto yake akajikuta kuna jina analoitwa kwalo ndani ya ndoto. Kwa mfano mimi naitwa Rajab, lakini naota ndoto, kwa mujibu wa hiyo ndoto mimi jina langu ni Hassan, na nikiitwa Hassan nageuka na waitikia, watu tunazungumza hadithi mbalimbali. Sasa, je, ndoto hii hainihusu mimi kama Rajab? Niliota labda nimemuotea rafiki yangu anaitwa Hassan? La, Ndoto hii inanihusu mimi kama Rajab, lakini imekuja nikiitwa jina la Hasan ili kutafsiri ile ndoto yangu. Kwa hiyo, huyu anayetafsiri ndoto lazima jina lililotajwa katika ndoto aliwekee alama. Kwa nini nimeitwa Hasan? kinatafsiri nini hiyo ndoto? fatakunu hayatuka hasanan, yatakuwa maisha yako we mwenye kuota hivyo ni mazuri, kwa sababu umeitwa jina la Hasan. Hakadha vivyo hivyo kwa yule ambaye atakuwa ndani ya ndoto yake anaitwa yasir kadhalika al-amru muyassaran biidhnillahi tabaraka wa taala jambo lake litakuwa na wepesi yasir ni wepesi kadhalika jambo lako wewe unayota litakuwa na wepesi allahu akbar lakini yupo mwanadada ambaye ana majina yale ya kizaramu wazaramu ana majina majina yao yale ya kiasli sikudhani sikujua Eh, mfano wa hayo lakini, anaota ndani ya ndoto anaitwa Jamila. Tunalichukua hili jina Jamila, Jamila ni nini? Jamil ni kitu kizuri, kwa hiyo maana yake hicho alichokiota kinaashiria ni kitu kizuri. Allahu Akbar! Kwa hiyo unaweza ukaota mathalan, una safari za hivi karibuni kwenda Dubai kuchukua simu au kuchukua biashara yoyote alafu inakujia ndoto wewe ukiwa safarini katika nchi ambayo labda Dubai, unaijua ni mji mwingine, lakini katika ule mji we ni mgeni, unakwenda unachukua bidhaa na nini, na inawezekana sio biashara ile ambayo kwamba ulikusudia kuifata, lakini ukiwa unaitwa jina katika majina yako unaitwa Hassan, maana yake Satakunu tijarak Hassan, hiyo biashara yako itakuwa nzuri kwa sababu jina uliloota ambalo ndio unatumia ni Hassan, ni kitu kizuri. Na hii kanuni ya kutumia majina katika kutafsiri ndoto yataka iendane na yule mtu wajihi wake ulivyo, mwenendo wake, tabia yake, kwa hata ukitafsiri ndoto lazima uangalie yule aliyekuletea ndoto yukoje? Yeah. Ni mtu wa imani au si mtu wa imani? Ni mtu wa ibada au si mtu wa ibada? huyo ni muislam au si muislam, lazima uvijue vitakusaidia katika kutafsiri. Walikuja vijana wawili kwa kumaliza kwa mmoja miongoni mwa mabingwa wa tafsiri za ndoto, Sheikh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Kijana huyu mmoja akaenda akamfuata akamwambia: ya Imam, laqad ra'aytu fil manam annani u'adhin. Ee Imam Muhammad bin Sirin, nimeona mie katika ndoto yangu, au nimeota ya kwamba mimi nina adhini

Kwa ajili ya ibada ya hija, akajua adhana hii aliyoadhini huyu bwana, kwa kuwa yeye ni mtu mwema, bila shaka ni ibada ya hija. Kabla huyu bwana hajaenda kukaa, akasimama wapili naye, akamwambia ya Sheikh Muhammad bin Sirin, inni qad raitu ru'ya fil manam, na mimi nimeona ndoto katika usingizi. Anani uadhin, kwamba mimi ninaadhini. Sheikh Muhammad bin Sirin, fanadhara wajhahu, akatazama uso ile bwana mkubwa anaonekana maalama, alama ni mtu mkorofi, mtu wa vurugu vurugu, ni mtu mavazi yake, yani unamuona ile shakhsia yake ni mtu mbaya. Inakuwaje mtu mbaya na mambo ya adhana? Akamwambia, innaka sariq istahaqqa qat'u yadak, wewe ni mwizi na umestahiki kukatwa mkono wako. Kwa nini Ilimjia aya wakati anamueleza maelezo haya ya kuota kwamba na yeye anaadhini, hadi ya kuwa yeye ni mtu mbaya, mavazi yake, tabia yake, mwenendo wake ni mbaya, akaikumbuka aya ya Sheikh Muhammad bin Sirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika surati Yusuf sura ya kumi na mbili aya namba sabini, baada audhu billahi minashaitani rrajim, Allah anasema thumma adhana muadhinun, kisha akatangaza mwenye kutangaza ayatuha alir enyi wasafiri innakum la sariqun hakika yenu ni wezi. Awa mabwana walikirimiwa ndugu wa nabii Allah Yusuf alaihi salam, wakapewa vyakula na kila kitu baada ya pale. E, katika vyombo vilivyokuwa vimewekwa pale kuna vyombo havionekani. Alipowaita akasema enyi wasafiri, hakika yenu ni wezi, kwa maana kuna kitu kimeibiwa. Kwa hiyo picha iliyomjilia juu ya kuadhini kwake ni kwamba huyu ni mwizi. Haya yanahusiana katika majina. Wakati utakapokuwa unatafsiri, lazima umtazame yule aliyeota, unayemtafsiria na mwenendo wake katika jamii, yu katika wema au yu katika wabaya. Niendelee kukualika, usiache kusubscribe kwa ajili ya kuyapata mengi yatakayojiri, ili sasa tuingie katika kuzitafsiri ndoto mbalimbali. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Kushairi Ash-Shirazi